nji hatuna imani na ofisi ya kijiji, hatuna imani na ofisi ya kata. Kwa hiyo hatuna mkutasari wowote tunaoandika. Lengo ni hivi, kwanza mkutasari ilifojua na mtendaji wa, wa kijiji, na baada ya hapo naomba utuliwache tu kabisa. Na baada ya hapo mkuu wa wilaya alikuja hapa akakaa na serikali ya kijiji akasema, mwandikisha majina na mweke sign, ili tuende kufananisha kama ni forgery lakini baadaye ilikuja kubainika kwamba ni forgery. Je, mkuu wa wilaya kama mkuu wa wilaya anayotawala wilaya hii alichukua hatua gani? Sasa sisi tunapasua chungu kwanzia kesho. Ninyi mna mawazo gani? Mnataka kuiambia nini serikali juu ya shamba hili? Msiseme ha ha ha hatulijui jua. Hatuwezi kutapeliwa kuta, kuta, kuta haris na matapeli. Unasikia? Mimi nataka tu, kwa maana mtendaji wangu yuko kwa kijiji, mtendaji wa kijiji, hebu nilisishie hii nani hii yi mtasari, huwezi kuja kutupaka matope sasa hivi. Mi nyumbani, watu sasa hivi wananichukia nyumbani kabisa. Naomba mtendaji asimame aongee ukweli ambao Mungu anaangalia, ah, ah, wawe. Alafu, nataka nikiongea kila mtu apige kimya ya wananchi wote waliohudhuria mkutano wetu. Hiyo ndio utaratibu wa mikutano, kwa sababu kila mkutano unapofanyika lazima tuwe na muhtasari wa yale yaliyozungumzwa. Kwa misingi hiyo, kujiorodhesha na kuandika majina ni sehemu ya mkutano. Kwa hiyo, mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata wachukue makaratasi waanze kuorodhesha watu, kila mtu aandike jina lake na kusaini kwenye eneo lake. Tukishamaliza kupata mahudhurio, tunaendelea sasa na mkutano wetu. Sisi wananchi hatuna imani na ofisi ya kijiji, hatuna imani na ofisi ya kata. Kwa hiyo hatuna muhtasari wowote tunaoandika tunaomba, kuanzia ofisi ya kijiji hatuna imani naye wala ofisi ya kata. Asanteni. pesa mbili homotendaja la kata Fikiria sasa hivi mkutasar ambayo afisa mtendaji wa kijiji ameenda kufoji ni ile ambayo, pesa mbili ambayo ni, ni mkaguzi wa kata aliwemo katika ile kikao kore nekido naata nsirikete newei neviakai kaimujok anainolong kwa leo hii leo, leo nadhani ni ile ile jambo ndio inaendelea nadovarai lojemesda na ni na nina imani kwamba haitakuwa vizuri kwa sababu siku ile ilipoandikwa hiyo mkutasari, ilipofojiwa na mtendaji wa kijiji, kipindi hiyo nilikuwa mwenyekiti wa kitongoji na nakielimishana alangeronganapeasie musasari am ne utaratibu anganiti. Na siku hiyo tulielimisha wananchi waandike mkutasari, kwa sababu ndio kanuni nanda utaratibu wa kikao kubwa kama hicho asara ya kijiji na naananayakajra aranji shida sababu melotaasavsabaubeemejaara imani wongovisi na maana ndo maana hatuna sasa hivi imani na ofisi ya kijiji wala ofisi ya kata. Sana mwenyekiti pamoja na mesa kuu. <laughs> Na mheshimiwa mkuu wa ulaya Meredo alama yule mheshimiwa anonoriro la uh, ulaya rara. Nadhani yeah. Na katibu tawala ndo mkuu wa wilaya aliomo leo hapa. Kanyo hiyo bo mkuu tare banga ni yeu ro ngasa bole ngigwana. Mbona wewe unahitaji mkuu tasari kabla hujasema kile ambacho amekuleta? <laughs> na ndio utaratibu kwamba anayefungua mkutano ni mwenyewe wa eneo husika ambaye ni mwenyekiti wa kijiji na tumemruhusu na amefungua kwa sala, amemwomba mchungaji sijui mtumishi na amefungua kwa sala. Kwa hiyo sasa iliyokuwa imebaki ni mimi kama msimamizi wa mkutano huo kufuata zile taratibu za mkutano ili tuweze kuingia kwenye agenda zetu, na moja ambayo itanisaidia tuweze kuingia kwenye mkutano na yale malengo ambayo tumekusudia kuyafanya ni pamoja na kupata mahudhurio ya mkutano ili mkutano wetu uwe na kumbukumbu kumbu ya kufanya marejeo baadaye, kwa sababu bila kuwa na yale marejeo huu mkutano utakuwa tu ni mkutano ule wa chini ya mti ambao hauna utaratibu. Kama mmesema kwa mtendaji wa kijiji hamna imani naye, na kwa upande wa mtendaji wa kata naye hamna imani naye. Basi mturuhusu sisi viongozi kwenye ngazi ya wilaya na kwa, kwa misingi ya halmashauri na kwa mkuu wa wilaya maafisa tuliongozana nao, basi wachukue mahudhurio na kuendelea kuweka kumbukumbu za mkutano huu sahihi, ili tuweze kuendelea tusipoteze muda. Mheshimiwa Katibu Tawala, kikao hainaga agenda kwa nini hujatusomea agenda za kikao? Tukishamaliza kusikia agenda za kikao, muktasari ndio endelee. Naomba tuende kwenye agenda, tusipoteze muda bure, kwa sababu mausurio, hatutakubali mausurio yoyote hapa, tusipoteze muda yoyote hapa, tunaomba twende malengo iliyokuleta kijiji cha Engutukoit, ndugu e... zangu mkutano aina yoyote ile ambayo inafanyika kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria za nchi, kitu cha kwanza ni mahudhurio ya wale wajumbe wa mkutano huo, ili kuweza kutathmini kama wananchi wa kijiji cha Engutukoit ndio wote wapo hapa kwenye mkutano wanaostahili kuwepo kwenye mkutano au ni wananchi wachache wa, wa Engutukoit waliojitokeza. Tukiangalia na idadi ya watu waliopo katika kijiji cha Engutukoit, kama idadi ya watu walioko kijiji cha Engutukoit ni mia mbili sitini alafu nyie mlioko hapa leo ni sabini, ina maana kwamba kikao hakiruhusi kuendelea. Ndiyo maana kabla ya kikao kuendelea mahudhurio yanahitajika meza kuu. Baada ya hapo sasa, tunawauliza kwamba nyee, wananchi wa Engutukoit mlioko hapa, ndio mnastahili kuhudhuria mkutano huu. Kwa hali hiyo, mimi nawaomba, hamna kitu chochote kibaya ambacho kitafanyika bila maoni yenu, wala mstasari wowote hauwezi kufojiwa kwa sababu muhtasari ukiandikwa, mwenyekiti wenu yupo, diwani yupo, halmashauri ya kijiji ipo, unaona eh? Watapitia, wataona ni kweli yale tuliyoongea ndio haya. Hamna kitu chochote ambacho kitaongezwa eh? Mimi nitaongeza nini na chooja? kwa sababu kwa sababu mkiogopa kufanya hivyo ni kwamba hata maazimio mtakayoongea hayatakuwa na uzito, kwa sababu wangapi walihudhuria

ore nerona lrung'an ajo ore lrung'an aloarare nkigwana aihorio nkulukoni mtu wakiandika mkutasari kama leo, ameshaandika kumaliza, wanaenda kusema kwamba hao watu ndio wameazimia kwamba nimeshapeana kila kitu, kama hamna imani mesa kuu ni samani, kwa sababu ni kwa ajili ya mtendaji wao, na tumeheshimu nyie na ndio maana tumekaa kimya, muendelee kutuambia kile ambacho rrangolonginioiasirie mbarakint. Kuna siku mtakuja kuazimia kai kijungu sajo kanyo lakini bado tuko na uchunguzi ya ile mkutasari ile iliyofojwa amara rongani lidogi na hii mara sana, kwa sababu mtu ukimwambia tufanye hili ni belegana rangarda sineja aga sana. Ukimwambia twende hivi, yeye anaenda kugeuza kwamba tulitoka donyo, wakati mko donyo. Anasema tuko ngodo ni la ada kairuko, anaenda kusema kwamba tulienda kubaliana ngodo nebe amiki ara imani, na ndo maana hatuna leo imani pamoja na na maana gala liko. Naomba na maigwa umba... na ra amo mera ngai nikido ashukuru sana mwenyekiti wa kijiji pamoja na mesa kuu mikimba iyo katibu lnkulala wulaya pee lotweni wei mikimba iyo tukul, sisi hatumchukii kaimu katibu tawala wa wilaya alipokuja hapa yeke kimba, si kwamba tunakuchukia wewe kaga wako na baba nevonurunga na nesidia ndogini kilorunga ni tebra yangai mwa nekiruli ya tokola jagegara agegara lunana ka tebru kuna machungu ambayo ikiingia rohoni yesiku kutoka kwa arakaraka maana mtu akitengeneza kitu kidogo anaenda kufoji sio vizuri wale wala marala aliyonyilan isoma genda ngilidoli isoma genda ngi gwana vya kwa kiyo kena kwa rarata mu neki bua mwa inororote kwa kiyo ngi gwana gwa muna si da Bala, ninde kisaraki, sisi hatuna imani ya kuandika mkutasari na kuomba kama kiongozi wetu wa katibu tawala waendelea andika zile ndele ki agenda ambayo ina lengo tuendelee kuzungumza, kwa sababu hakuna itakayeshindikana idora. Aa, sisi tuna furaha kubwa kwa sababu katibu tawala, ulipofika hapa umefika kama baba. Ake, yoklong. Lakini, afisa mtendaji wa kijiji anatunyimia raha. Mm-hmm ndoyo ndoiyo kagenda ngwana yo nimidodolo iyo shoti aamikidaraayeara iyo kake eendelea iyo ngwanamu kirangera onokakinya yo meramikinduyokinewei tunaomba uendelee kutusomea agenda ambayo umekuja ume naye ili tuendelee kusungumza, hili nataka nimshauri hao wananchi wangu ili waweze kukubali mambo ambayo serikali wanasema. Amuni ngiroro, unasikia kwamba wanasema wa kama hatuna amani na mtendaji wa kijiji kwa maana. Kama mimi kama mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wangu na kata, katibu kaimu wa mkuu wa wilaya anasema wacha wa wangazi wa juu wa, waendike wa muhtasari kwa maana mwenyekiti wa kijiji watapitia na diwani wenu watapitia, na kwa hiyo hakuna kitu ambayo itaharibika na naomba sana wananchi wangu mnisikilize kwanza. Kama kitu usemi sitaki, u, wacha nimalize kikao au nimalize hoja yangu au nimalize ninachotaka kusema, nikisha maliza sema sitaki kwa sababu moja mbili tatu, lakini mabishano tusipende, wananchi wa kijiji chengu Engutukoit lakini hiyo muhtasari isomi isom wakati hakuna maazimio yoyote au mtu yoyote kuchukua hiyo muhtasari. Kama muhtasari sio tu, ibaki hapa hapa. Kama muhtasari tumekubaliana na hiyo basi, nakala ibaki ofisi ya kijiji, nakala ibaki ofisi ya kata, nakala iende kwa katibu tawala au kwa mkuu wa wilaya, itakuwa ni kitu ambayo tumekubaliana wote. Kama muhtasari sio, tutaacha hapa hapa na itachanwa hapa hapa lakini kama mtasari ni makubaliano wote wa kijiji na wakuu wetu wa halmashauri wa ngazi ya wilaya na wageni wengine, basi hiyo mtasari itakuwa tumekubaliana nao na mtasari itaenda sehemu husika na kala itabaki sehemu. Narudia, mkuu wa wilaya, tunaomba tuelewani, tusipoteze muda na atutake hata tusikie tena ofisi ya kijiji simama atuhamasishe kwamba tuandike mtasari, wala ofisi ya kata Wasababu, tokea, anyuma, kwa sababu kilichotokea kipindi ya nyuma hatuna imani naye kwamba hii muktasari naye itaenda kufuajiwa. Saini ya nani, mwenyekiti wa kijiji ipo nani, diwani ipo ah nani, mkuu wa kata yupo, pesa mbili. Sasa tuna imani gani na muktasari ambayo tunao andika? Mbona nyewe juzi nani, mkuu wa wilaya amekuja amehakiki kwamba muktasari ni, ni fojari? Mbona hajamjamchugua nani hatua aliyefanya hivyo, bado mnakuja kutoa kutuhamishia kwamba eti tuandike muhtasari mwingine. Hatukubaliani, tunaomba hatukubaliani, kwa sababu hatujaona kitu ambacho umemfanya mtendaji wa kijiji aliyefoji muhtasari wa kijiji chetu, kwamba hata singine hatujara amba, amba, ambayo umeshaandika kwamba umefanyaje, nini umeenda kufanyia nini. Kwa hiyo bado hatuna imani na nyie. Yule mama amesema, kwa kweli sisi hatuna imani na muhtasari, kwa sababu siku ile tulipokaa tulikuwa tulikuwa kama watu wengi hivi hivi, lakini baadaye pesa mbili alikuwepo kwenye ile kikao, Mheshimiwa diwani alikuwepo kwenye ile kikao, mwenyekiti wa kijiji alikuwepo kwenye ile kikao, lakini ile ile muhtasari imeenda kufojiwa. Leo hatuna imani naye wala leo hatuandiki muhtasari, haina yoyote kujibu ni swali, lakini yamijibu na na ukituuliza kwa ukituambia kwamba tuandike tuandike, na tumeshasema hatuandiki, na mnasema ni kinyume na sheria. Kama kile kilichofanyika ni, ni sheria, basi ndio tena mnatuelekeza hivyo hivyo, na hata na sisi leo ni kimya Agenda ya kwanza ni kufungua kikao na imekwisha kufanyika. Ya pili ni kusoma ule mkutasari mnao tuhumu kwamba maazimio yenu au jinsi mlivyozungumza si ndivyo ilivyoandikwa. Pili ni kupokea maoni yenu juu ya eneo lenye mgogoro. Ninyi kama Ngutukoiti mnatoa maoni ya maoni gani? Hapo tajadiliana na, ku, na kutoa mapendekezo. Mwisho ni kufunga kikao. Watu wa Ngutukoiti wote wako hapa. Na ninaomba tuwaongee ukweli. Kweli tuko Tanzania tuko Tanzania, tuko Tanzania. Unajua hatuwezi kutapeliwa kuta, kuta, kuta Harris na matapeli. Unasikia? Mimi nataka tu, kwa maana mtendaji wangu yuko kwa kijiji, mtendaji wa kijiji. Hebu nilisishie hii na hii mkutasari. Nilisishie hii mkutasari. Harisishie hii mkutasari kwamba hii mkutasari ni kweli tumeongea mambo ya badilda ni naomba nilisisie hapa, ili wananchi wangu wafahamu. Eh, hey, kwa maana sisi hapa mtendaji. Mimi naomba tu mtendaji yeye aongee aongee. Ah ahe, ah, wawe. Ah. Alafu nataka nikiongea kila mtu apige kimya. Usikilize. Kwa maana kama hatuwezi kushindana na serikali. Kama shamba la serikali lipo, serikali ataweza kuchukua uamuzi wake yoyote. Lakini hatuwezi kufanya vojari na mtendaji ili aweze kunani Kujumu kujumu wananchi wananchi wa kijiji cha Engutukoit, kujumu kujumu wananchi wa Engutukoit kwa harisi yao. Najua serikali wanauamuzi uamuzi wa kuchukua shamba, kama ni serikali wanachukua shamba. Lakini hatuwezi kukaa na kuja kurubuni wana, u, u, u, watu serikali pamoja na wananchi, ili tugonganishe watu pamoja na serikali. Mheshimiwa mtendaji wa kijiji Mimi nataka tu rafiki yangu niambie, na bahati nzuri meza hika hapa naomba tu niambie mbele ya umati huu, kwa maana kama wewe kama wewe kama wewe ukificha bado, Mungu anakuangalia roho yako, kwa kuwa hawa watu wamekupa samana. Kwa maana serikali amekuchagua ukaja kijiji cha Engutukoit kuja kuwa mtu ambaye unalinda haki ya wananchi. Hebu naomba usimama hapa uthibitishe mbele ya umati huu kwamba tumewahi kukaa na kusema ishi, tu, kuna shamba ndani ya kijiji ya Badilda, naomba tu nilisije rafiki yangu na useme ukweli, na useme ukweli, na useme tu ukweli. Mkutasari hii hatujawahi kuongea sitana. Mimi sijui shamba la Badilda sijui, na sitaki nitoe uongo. Sijui shamba la Badilda sijui, sijui, na awezi, awezi timu ya watu watatu wa kae warubuni namna ya kuhusa aris ya kijiji cha Enkutukoiti. Haiwezekani. Lakini kama serikali wana, wana kitu ambao wanaona ndani ya kijiji kwamba ni kweli hipo, serikali wanaweza kufuatilia lakini huwezi kuja kutupaka matope. Sasa hivi nyumbani watu sasa hivi wananichukia nyumbani kabisa. Watu wananichukia nyumbani sasa hivi, unaposikia sasa hivi. Nikiongea na watu wangu ambao alikuwa anaweka ananipa heshima wote, sasa hivi sina sina heshima ndani ya kijiji changu. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba tu mtendaji asimame. Naomba mtendaji asimame. Naomba mtendaji asimami, naomba mtendaji asimame aongee ukweli ambao Mungu anaangalia. Maana kama siku ambao umekula chakula umekula kwa ajili ya kichwa watu wa watu wa Engutukoit, kama umeamua kusaliti kama Yuda, naomba usimame hapa, usimame kwa maana kama uongei, Mungu anakuangalia tu. ile ya mahudhurio kwa sababu saa zile tungekubaliana na watu ku, ku, kuchukua orodha, kuchukua mahudhurio ya kikao. Nilitaka kulinganisha baadhi ya sahihi kutoka hii ya leo ambayo watu wenyewe wa wameweka na hii mkutasari mna utuhumu, si ndio? Sasa kwa vile mmekataa hiyo, niletee kitabu kile cha mahudhurio. Kuna baadhi ya kuna baadhi ya sahihi nahitaji kuona kuoanisha, kama ni kweli au sio. Kwa hiyo mimi ndio nasimamia huu mkutano, nataka nipate watu wawili watatu nataka nipate wawili, watu wawili watatu watakoniambia hayo aliyoandikwa sio kweli, hatukusema hivyo. Nataka mniambie, mwache kwanza mtendaji. Sisi ndio tunafanya kuwa ndefu. Lengo ni hivi, kwanza mkutasari ulivojua na mtendaji wa kijiji, na baada ya hapo naomba utuli, wache tu kabisa. Na baada ya hapo mkuu wa wilaya alikuja hapa akakaa na serikali ya kijiji akasema mwandikisha majina na mweke sign, ili tuende kufananisha kama ni forgery, lakini baadaye ilikuja kubainika kwamba ni forgery. Je, mkuu wa wilaya kama mkuu wa wilaya anayotawala wilaya hii alichukua hatua gani sasa, baada yeye mwenyewe kututamkia na mdomo yake kabisa kwamba hii ni forgery, aka kabisa takukuru kwamba takukuru mkashughulikie, walienda kushughulikia nini? Sasa jamani, hatuwezi kudanganyana. Hata sisi ni watu kama nyie, ni kwamba tu Mungu aligawa hizi vitu kwamba kila mtu atapewa uongozi wake kwa kwa jinsi yake, lakini akili watu wanayo, ni kwamba wajasoma. Tunaomba kwamba tusisungusha, tusisungukane jamani, ili tatizo la Mama Tilda Engutukoit, tangu siku nyingi wanajaribu tu kuingia kwa njia fulani, lakini wameshindwa. Muhtasari sio kweli na imefojiwa, na hakuna hatua yoyote mliomchukua. Mtendaji bado tuko nayo mahali hapa, na bado mnahitaji majina mengine ili muende watu waende kuandikia tu mambo mengine ambayo wamependa. Kwa hiyo tunaomba kwamba ili tusirefushe kikao, sisi kama Engutukoit hatujui shamba la Mama Tilda, mkuu wa mkoa anakuja kutusumbua sisi watu wa, wa, wa, wa kijiji na, na, na, na mkoa wetu wanakubali, na wilaya yetu wanakubali, na kata wetu wanakubali. Sasa sisi tuna amani gani na mwenyekiti wa kijiji kama sio kwamba wameshirikiana na mtendaji wake kwa kausa harisi? na kata wakauza harisi hata pesa mbili, ambayo ni ndio ndio, mkaguzi wa kata alikuwepo mbele ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alisemaje? Alisema kwamba hii mkutasari sio sahihi, lakini leo hii bado tena inatafuta mwingine wa kulinganisha. Ina maana kuna jinsi fulani inatafutwa kufanikisha lengo litimie. Sasa sisi kama wananchi wa Engutukoit tuli tulisema hatuhitaji leo tena kuandikisha mikutasari mengine, yale ambayo tumeandikisha yametosha Yametosha na sisi hatujui shamba la mama Tilda, hatujawahi kuona shamba la mama Tilda. Asante Mheshimiwa katibu tawala, sisi hatumfahamu mtu ambaye anaitwa Matilda. Ni leo ndo tumeanza kusikia kitu ambacho mimi nimesimama, maana mimi ni kiongozi wa milawenekiakijijanmtendaji mwenyekiti Mt, na mtendaji olijumb ile serikali ya kijiji pamoja na serikali ya kijiji kwa ujumla ndairanirejanga emoti kidanira, sisi tunapasua chungu kwanzia kesho, aidarora iseri ya mama kwa unyanyasaji unaoingia Engutukoiri kijiji Engutukoiri. Sisi ni wananchi wa Engutukoiri na wa Mama Samia, sisi ndio tunaomchagua Mama Samia na hii unyanyasaji unaofanyika serikali juu inatoka kule juu kunakuja kunyanyasa serikali wananchi wa kijiji cha Engutukoit kuja kunyakua ardhi yao wana. Kwa mtu mmoja yaani, mtu mmoja wanakuja kunyakua ardhi ya wananchi wa Engutukoit. Tunaomba hii hii hoja iende, maoni yangu iende kwa mama Samia Suluhu Hassan anayegombea mwisho wa mwaka huu kwamba sisi wananchi wa Engutukoit tunanyanyazwa <coughs> na mtu mmoja. Aanawasalimia wote. Mimi aa, binafsi ni mzaliwa wa Engutukoit miaka kama 36 iliyopita. Katika kuwepo kijiji hichi, hakuna hata mwananchi mmoja kati ya hawa wote ambaye binafsi anasema hichi ni kieneo cha kwake, lakini anatokea mtu ambaye hatujui alikotoka, kwa sababu ambazo hatuzijui aje kujitangazia ardhi hii ambayo sisi wazawa, hakuna hata sehemu ambapo tunasema hii ni ya kwetu, tunamiliki kama jamii. Hivyo anatokea mtu elfu mbili na kumi na mbili kuja kusema kwamba nimechukua shamba, lakini tukimuuliza leo ametolea wapi, hatupati majibu. Kwa hiyo mheshimiwa, tunachosema hakuna shamba lolote ambalo tunalitambua liko katika kijiji hichi. Tumezaliwa Engutukoit tumesoma Engutukoit miaka yote tumemaliza, lakini hatujawahi kusikia kwamba kuna mtu yeyote anamiliki shamba hilo, na hatutambui hilo shamba kwa sababu sio sehemu ya kijiji hichi. Na hata huyo ambaye tunamtamka kwamba ana shamba hapa hatumjui, na hakuna mwananchi yeyote ambaye ameshawahi kushiriki kikao naye hakuna uh, serikali ya kijiji yote ambayo imeshai kukaa naye tukakubaliana kwamba tunampa huyu mtu sehemu hili. Hivyo wewe unaweza ukatokea leo ukaenda kwenye shamba la mtu yoyote, au tukanyanyuka leo ukaenda Kiteto ukachukua eneo ukasema, hili eneo nimelilipia kuanzia mwaka huu. Hicho kitu hakipo na hakitakubalika. Tusimamie ukweli na tusimamie uhakika, ambacho kitu tunachokizungumza. Huwezi ukasema kwamba kuna mtu ana shamba hapa ambaye hajulikani, sio mzao wa hapa, hatumjui hata anatokea wapi. Unakujaje kusema na shamba sehemu fulani? Shamba hatulitambui na ni sehemu yetu ya malisho, basi hatuitambui hilo. Nilitaka kupata maoni yenu, ushauri wenu, kuhusiana na hili eneo kama, kama mlivyosikia kwenye baadhi ya makaratasi inaonyesha kwamba shamba hili lina umiliki na anayemiliki anailipia serikali kila kinachohitajika. Kwa hiyo ukiingia kwenye mifumo ya serikali shamba hili linasoma na linamuonyesha mwenyewe ni fulani. Hilo hatuna tatizo nalo. Hatuna shida nalo. Ninyi mna mawazo gani? Mnataka kuiambia nini serikali juu ya shamba hili? Msiseme ha, ha, ha, ha, hatulijui. Ha, hakuna mtu anayemiliki wakati mifumo ya serikali inasoma kwamba shamba lina umiliki na anayemiliki ni mtu fulani. Sasa tunataka serikali isikie, nini maoni yenu, nini ushauri yenu, ili serikali ikafanyie kazi. Sasa naona kama vile inashindikana, tunatoa tena kwa watu wawili ili tuweze kufunga hii agenda, mbe tu radhi kwamba tuwe na furaha, maana hatuna migogoro hivi. Nani mwenye mgogoro kati yetu? Sisi tunasema tu ile ukweli, niseme tu sisi hatulitambui shamba la mheshimiwa Badilta, haliko katika eneo Mheshimiwa katibu utawala ukiniambia, hebu semeni maoni yenu, tutawaambiaje serikali kuhusu shamba lilioko hapa? Hamna shamba la mtu lilioko katika kijiji cha Engutukoiti tukakana kwamba hatutajua kitu wa kumwambia serikali, tunalitambua kitu la kumwambia serikali, lakini kama cha mtu akiko ako kwenye kijiji chetu tutawaambiaje serikali? Msemo wetu ni moja, hamna shamba la mtu kwenye kijiji cha Engutukoiti. Ni safi. <coughs> Amehitimisha ame, ame, ame kwamba hakuna jambo mnalopashwa kuiambia serikali kwa sababu hakuna shamba la jinsi hiyo Engutukoit, si ndio eh? Sasa kwa vile mmesema hakuna shamba Engutukoit, sina maana hakuna tena maoni, ushauri na mawazo, mmeweza kuiambia nini kuiambia serikali. Sisi, tuwashukuru tuwashukuru kwa kikao kizuri, mmechangia mmetoa mawazo yenu kama nilivyokwisha kutangulia awali, mimi hapa nimemwakilisha mheshimiwa DC. Hayo niliyo yapata kwenye mkutano huo, inabaswa nimfanyaje? Nimrudishie mheshimiwa mkuu wa, ni, ni mfanyaje, ni wa wilaya kwamba hayo ndio tumeabaini wapi Engutukoit. Kwa hiyo muendelee kuwa na amani, muendelee kufanya shughuli zenu za kawaida bila tatizo lolote, na na tutaipeleka kule serikali itaenda kuchuja kweli na baadaye mtaletewa majibu yake. Sababu nikiendelea kusema nipeni maoni yenu, nipeni tena mawazo yenu, na wakati ninyi hamtambui kwamba kuna shamba, tutakuwa tunapoteza nini muda? Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kila ambacho mmezungumza, mawazo yenu na mambo yote yaliyozungumza kwenye mkutano. Mimi niseme niwatakia kila la heri, tumemaliza mkutano, asanteni.